Habari za asubuhi msomi, salamu aleikum, kwema huko? Waalaikum salaam, kwema sana. Make nimeanza na uh, salamu kidogo kutoka Afrika Kusini, lakini Mahmoud, hali uh, ipoje? Kumekuwa na uh, watu wanazungumzia kuhusiana wana na kiwango cha Feisal Salum Abdallah kwenye huko nchini Afrika Kusini. Wanazungumzia nini kuhusiana na kiwango cha Feisal Salum? Ni mchezaji gumzo sana hapa Afrika Kusini, in fact tangu tumewasili pale e, Polokwane, e, kuelekea mechi na Bafana Bafana ile e, alikuwa akizungumzwa mno na watu akiulizia wa taarifa zake, namna ya kumpata, na hasa e, target number one ni Kaiser Chief, ambako kocha wa Kaiser Chief ni kocha ambaye amefanya kazi na Feisal awali pale Tanzania akiwa na klabu ya Yanga, lakini sijui niseme ni bahati mbaya au ni bahati nzuri kwamba wenyewe club wa wa wa, wa, wa, za Afrika Kusini zinamtaka zinamtaka Feisal zinaujua ugumu wa kumpata. Jana e, tulikuwa kuna kuna group group la la ambao kuna group waandishi wanakuja kuripoti mashindano ya COSAFA linajumuisha pia na waandishi ambao wa, wa tumetoka nje ya Afrika Kusini. We are, tulikuwa same tunakunywa kao kuna discuss juu ya Feisal Salum. Mmoja akaniambia, nasikia huyu ni mtu mwandishi wa Angola. Akasema nasikia eh, Feisal anachezea klabu ambayo inamilikiwa na tajiri namba moja ya Tanzania. So ni vigumu kumpata. Yaani, wanajua kwamba ni mchezaji mzuri, wanampenda na mtamani, ni vigumu kumpata. Na uzuri ni kwamba Nasridin Nabi ambaye klabu yake ndio anamtaka zaidi Feisal. Yeye, wakati Feisal Feisal anaondoka e, Yanga kwenda Azam Nabi alikuwa ni kocha wa Yanga anajua ile transfer saga ilikuwaje na anafahamu wa, e, wanaomiliki Feisal ni watu wa aina gani, akiwa na muhitaji, lakini anajua ugumu wa kumpata. Yaani si klabu ambayo iko tayari kumuuza mchezaji kwa sababu inamhitaji mchezaji zaidi, kwa namna ambavyo Azam wenyewe alimpata Feisal. Unajua mahitaji yao yalikuwa ni Feisal zaidi, na si na si fedha. Na kama inavyofahamika, si tu ofa za hapa South Africa, hapana, kuna ofa kutoka klabu nyingine imesharipotiwa juu ya Feisal, lakini hakuna kilichowezekana so far, na jana e, meneja habari na mawasiliano Azam aliposti kama kuwakumbusha watu status ya mkataba wa Feisal, ilikuwa kama TF ambayo ina malengo yake maalum, akisema miaka mitatu iliyopita, siku na tarehe kama ya leo Faisal alisaini mkataba miaka mitatu Azam FC ile picha uliona yuko na Yusuf Baresa pale. Yaani maana yake Faisal bado ana mkataba mwaka mmoja Azam FC. Kwa hivyo kuna ugumu, wanamzungumzia na wanampenda mno paka juzi mechi ya Madagascar kundi lile la waandishi watu wamekaa pale. Yaani wanampenda tu Faisal na hata alipokuwa anatolewa walisema wa, wa, kwa nini namtoa Faisal? Walisema kwa nini namtoa Faisal? Nikwambia huyu bwana kachoka, jana amecheza 90 minutes na msafiri siku kucha. Wakasema sawa mzaji mwingine ambaye anazungumziwa sana mtanzania ni Kibu Denis. Kibu Denis wanampenda mno mno mno, lakini uzuri ni kwamba wa South Africa wanafuatilia taarifa za wachezaji kupitia sources mbalimbali mbali. Wanafahamu mpaka saga la Kibu kusaini mkataba mpya Simba msimu uliopita ili paka nenda Marekani leti ripoti ya kambini na nini. Sasa wanajua huyo mchezaji ni amesaini mkataba mpya msimu uliopita tu. Wachezaji wa aina hii kuwatoa kwenye klabu kama ya Simba yenye aim za kushinda mataji ya Afrika uwa si biashara nyepesi, nyepesi ya kidogo, lakini wanajua kwamba Tanzania sasa hivi ni shamba la mazao bora ya wachezaji wakiangalia namna ambavyo ambavo fisoni kaama yele anafanya na mwandishi mwingine mwingi tukana mwenzangu Manlizinga, tunamzungumzia Mayele. Mayele ni mchezaji mwingine baada ya afisa ambaye anatakiwa zaidi hapa, lakini piramidi kumuuza ni bei kubwa mno, wamesalimu wa amri, hawawezi wa. Sasa wanamkumbuka ni Fison Kalala Mayele, ambaye misimu miwili iliyopita aliongoza Yanga kufika fainali ya kombe la shirikisho Afrika wakicheza na Marumo Gallants hapa wanamkumbuka tena mpaka wanakuambia dredi zilikuwa bado ziko fupi, sasa hivi dredi zimekuwa ziko ndefu, lakini wanajua kwamba kutoka Tanzania kuna wachezaji ambao wametoka wamekwenda klabu mbalimbali barani Afrika kubwa na nje ya Tanzania. So kwa sababu hiyo wana wanatamani sana e, kupata huduma ya Kibu Denis, lakini wanaona ugumu wa kupata huduma hiyo ya Kibu Denis kwa sababu ana mkataba na klabu ya Simba.